Karibuni sana kwenye kipindi chetu, dada Sechelela, Teresia na Maria. yes, asante dada Sechelela, wewe ni mwenyeji <clears throat> nimefurahi kukuona tena na hongera sana. Masante. Dada Teresia we ni mgeni Eni, na dada Maria karibuni. Tuanze na mwenyeji wetu <laughs> e, dada mwenyeji Sechelela Seche, mtaalamu wa malezi ya watoto, ushashinda dada wa mwezi, ushapanda sana mishahara, hebu <laughs> eh? <laughs> e, tuambie, hebu tuanze hapo ulivyokuja kwa mara ya kwanza, ulitujuaje wa dada Centa? Mara ya kwanza nilikuja zile workshop za kila mwezi, hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza. Nani ulialikwa? uli na nani alikualika, na alikualika? <laughs> eh? okay. E so, kwa madhumuni gani? ni karo, ehe, madhumuni ya kukualika, Jumamosi, ni rafiki yako, okay, akwambia, okay. twende kwa hiyo yani, ulivyokuja hukuwa na lengo lolote na mm -hmm. kusema labda unakuja kuomba kazi, wala utafanya kazi na Wadada Center, umekuja tu kwa sababu yani rafiki yako kakwambia, twende bwana, kuna workshop twende. mm -hmm. baada nika mm -hmm. ma ya kuja, baada ya kuja nikasikiliza, nikaona tewei mnavyoendesha, nikaa, nimesikia kwamba kuna masuala ya nini, ya kulea watoto k Mm. Unaopata mm -hmm. una <laughs> Wakati huo ulikuwa unapata mshahara gani na ulikuwa unafanya kazi gani? Daycare ulikuwa, ulikuwa umeajiriwa daycare na mshahara ulikuwa unalipwa shilingi ngapi? Laki, laki mbili na ulikuwa unajitegemea pale pale shuleni, lakini ulikuwa unalipwa laki mbili. Kwa hiyo huku ukasikia mshahara gani tofauti na ule uliokuwa unalipwa? Laki tano. Mpaka ilikuwa laki tatu mpaka laki tano, ila ilikuwa inaanzia laki tatu. Entry point ilikuwa ni laki tatu unaanzia baadaye tukiona viwango vyako vizuri hmm. tunakupeleka juuee kwa hiyo ulivyokuja uka, uka, sasa ukashawishika ukamuuliza mbona anasikia huku mara kwanza daycare unalea watoto wangapi wengi. wengi lakini huku kwetu malezi darasa moja watoto kumi na tano kumi kumi ishirini inategemea na, na shule. We ulikuwa na watoto wangapi? kumi na tano. Kwa hiyo ulikuwa unalea watoto kumi na tano mwezi mzima unalipwa laki mbili mm -hmm. Lakini huku kwetu Wadada Center ambako unakwenda kwenye familia, mara nyingi watoto tuseme, tuzungumzie experience yako wewe, nyumba ulizofanya kazi, watoto umekuta wangapi? wawili mmoja, wawili mmoja wawili, au mmoja. mm -hmm kwa hiyo bado unaona benefit zinaongezeka kwamba kundi watoto wanapungua, lakini mshahara ni mkubwa okay. kwa hiyo ukaongea na Karo sasa, vipi na, na mimi <laughs> naona mbona, naona huku kidogo <laughs> kuna maslahi eh? Ehe, Karo akakuambiaje utaratibu wa kujiunga kani, na sisi yani ukaanza e, kufuatilia kwa hiyo, hivyo ndo tulivyokubeba kutoka daycare mpaka Wadada Center ni yani, yaani yani, yani ngoja, nataka ndiyo maana nawambia nawambia, mabosi watu wazuri wapo, natakiwa mwatamanishe mwape kitu kinachoeleweka yani, watu waache kwenda kutafuta kazi sijui mashule wapi huko, wanakuja wadada center, waje majumbani kwenu watoe huduma nzuri. Kama ushahidi ndio huu hapo, dada Sechelela alikuwa ameajiriwa daycare Aliposikia tu maslahi huku Wadada Senta akaona haka deikea yao wabaki nayo, mi naenda Wadada Senta ni, niende kwenye kazi za ndani ambazo watu wanakuwa wanazitarau lakini emu. Mtu kaacha kazi ya deikea kakimbilia kazi ya wapi ya nyumbani? Kwa nini? Maslahi, tusidanganyane. Watu wanaenda kwenye kwani, kwa nini watu wanakimbilia kwenye siasa? Kwa nini mtu anataka kuwa mbunge? Angalia, maslahi. <laughs> kwa hiyo mtu anataka haya, kawe waziri, haya, kawe raisi. <dibujish> <laughs> Uh, na huku kwenye kazi za ndani tunataka tukilipa vizuri. Aha, watu wazuri wanakuja Mkwede, kabisa. Kwa hiyo dada Sechelela ukaja ukapangiwa kazi ya laki tatu maisha yakabadilika. <laughs> mm? Yeah. Ehe, kutoka kwenye kulea watoto kumi na tano ukaenda kulea mtoto mmoja, mtoto mmoja. Na mshahara ni laki tatu. Umeona ehe mm. baada ya pale baada ya hapo. Maisha yakaendelea bosi okay. mm -hmm. mm -hmm. mzuri jamani uliumia jamani uliumia ulilia kutoka pale jamani kama anakusikia Oh. Mm hata -hmm. Kama mtu umekosea ana binadamu tunakosea mm -hmm. sio mm -hmm. kuna kama binadamu kamili hivi na hivi hivi na hivi mtu ni mwelewa, mm -hmm. na unafanya sasa sasa so, mwingine labda labda kwa upole, kwa upole au kwa upendo mm -hmm. anatumia chance kwamba anaanza kumdharau bosi labda anaanza Yeah, mm-hmm. na we uweki yani, kwa... mm-hmm. na we uweki <laughs> mazoea. <laughs> Nakumbuka uwe, na ulishinda dada wa mwezi, na moja ya vitu ulivyoongeaga ambavyo havijafutika kichwani kwangu ni kwamba bosi wako ndo unatakiwa uwe msiri wake, mm. Watu wa nje wanaweza wakawa na choko, chokonoa, chokonoa vitu, eh, wanataka kujua hivi huyo mtoto bado unampeleka mm -hmm. Una, yaani unamchukua unambeba unampeleka kwenye skulu, basi watu wanachokonoa, yaani yeah, yeah, hey, yeah. Ilimradi tu wewe uongee jambo neno yeah, baya kuhusu bosi wako yeah. Kwamba mtoto hey, yenyewe amemdekeza mitoto ya siku hizi, maana <laughs> wadada wengi, wadadawengi ndo utakuta wanaropoka, mitoto yenyewe hii ya siku hizi sio nzuri. Yani Dada Sechelela alisema mimi namlinda bosi wangu, mm. Mtu akianza kunisogelea kuniuliza uliza vitu a nakaa naye mbali, yaani hicho kitu hakijawahi yeah, kutoka kichwani kwangu. Kwa nini? Kwa sababu waajiri wengi ndicho tunachokitaka. Unataka mtu ambaye akiingia kwenye maisha yako private, unajua mna-kwenye hizi kazi mnafanya kwenye private ehhe, yaani yeah, mnakuja kwenye familia za watu, yaani kwenye utu wa mtu, yaani mtu anakolala anakoamkia, eh, unaweza ukaona vitu ambavyo watu labda huko maofisini, barabarani hawaonaji kwa maana ya mtu yani yuko nyumbani kwake, sijui unaelewa, yuko kasual yuko tofauti. Na nafikiri na sijui ulikuwa kwenye nyumba ya mwanajeshi eh, si unaona hey, <laughs> labda, labda akiwa kule unajua muda wote anaonekana na makombat <laughs> lakini, pale utamkuta labda akavaa nguo zake za kawaida, yuko vizu, yuko nomo tu si ndio? Yani kuna vitu ambavyo lazima vibaki kama siri za familia za watu, jinsi wenyewe wanavyoendesha maisha yao, wanavyolea watoto wao, hayawezi kufanana. Wewe mwajiriwa unapokwenda pale usitake kwenda kujaribu kuleta marekebisho ya, ya mila na tamaduni zenu, hapana. Unatakiwa uende na tamaduni zao bila kushangaa, bila kuuliza kwa nini mnaishi hivi, kwa nini yeye na huko, mwenzangu nakwambia maumbea tu. Kwa hiyo hicho kitu mi kilinifanya, yani, nikaanza kuku kukufatilia nikaanza kukuzingatia, nkasema u dada anajielewa sana anajua nini maana ya kuwa mfanyakazi, haweki mazoea na bosi wake, na anajua kabisa mimi ndio msiri wa bosi wangu. Watu wote wanje wakianza kuniulizauliza, hao wa wanachotafuta ni kugombanisha tu familia za watu, na mimi sijaja hapa kugombanisha. Kwa hiyo, kwa kweli, hilo nakusifu nalo sana na nimelisistiza hapa ili wadada wengine wanaofatilia hichi kipindi wajifunze Kwanzia walioko chini ya miradi yetu na wengine ambao wanataka kujifunza, lakini hasa hasa wale ambao mnakuja kwenye hichi kituo, moja ya mbinu zetu za kuweza kufanya mabosi wawalipe hela nyingi ni hizi tunazowaelekeza, kutunza siri zao za nyumbani kwao. Hakuna bosi anayetaka nyumba ya pili, nyumba ya tatu, majirani nani anajua kila kitu cha ndani kwake? Hakuna. Kwa hiyo mzizingatie, ni katika kuhakikisha unakuwa dada wa level za juu.

wake aliumwa, okay. Kwa hiyo akapata hiyo changamoto ya kuyumba sasa kidogo, kwamba sasa kuendelea kulipa ule mshahara wa laki tatu yani, maisha kuendelea kubaki vilevile ikawa ni ngumu. Kwa hiyo kukawa kuna vitu inabidi wa Mm, mm, okay, ah, hapa sasa ndio hapo napowaambiaga wana... si niwaambiaga wanawake au wanaume kwamba jamani sisi ni wasaidizi. Siku ikitokea jambo eh, sio tena maisha anageuka ghafla kwa sababu aliyokuwa anafanya mambo yote ni, ni baba ni mzee, haifai kuwa hivyo sisi unapaswa kuwa kama yule mwanamke wa Mithali ya thelathini na moja, unaona, mashamba unanunua, unafanya mambo makubwa nyumbani, yani unakuwa superwoman. Kwa hiyo mme wako amepata changamoto yoyote, una take over, bado maisha yanaendelea kuwa vile vile, kama ni mfanyakazi naendelea kumlipa vile vile. Meelewa jamani eh? mm -hmm. hey, haya mambo ya utegemezi saa nyingine au kufanya minimum ukiwa ume relax, unajua mume si yupo, sio kwamba uwezi, lakini kuna ile tu kujiachia kwamba mme wangu anafanya kila kitu mm -hmm. Si ndiyo eh? Hapana, tusiishi hivyo. Anafanya kila kitu, lakini wewe lazima uwe kama uh, sapota wake kwamba ikitokea ghafla maisha akabadilika, kwa sababu hatujui ya kesho wala kesho kutu mm hatuyajui -hmm. Kwa hiyo nimekazia nime, nime hapo kwa sababu mimi hizo ndo lugha zangu. Naambiaga wanawake msibweteke, sio kwa sababu umeolewa na tajiri mwanaume anatimiza kila kitu na wewe ukakaa kama mzigo. Hapana, sisi ni wasaidizi, kwa sababu ujui lini litatokea la kutokea ambalo litakuhitaji wewe, sasa unyanyuke kama msaidizi ili maisha yazidi kuendelea. Nafikiri somo limeeleweka. Mmeelewa nyinyi mlioko hapa. Na walioko huko na imani pia, message sent and delivered. Kwa hiyo baada ya hapo bosi akakuvunjia aka mkataba, si ndio? Kwa hiyo ukatoka pale ukatoka kazini, lakini sio kwa sababu umekatisha mkataba, sio kwa sababu ulishindwa majukumu, ni kwa sababu ya bosi kushindwa kuendelea kukulipa kama mkataba ulivyokuwa unasema. Basi ulivyorudi hapa na sisi kama ofisi, Sechelela masifa kama yote, bosi wako alikuwa amekusifia sana mpaka tukakupa tukakutunuku dada wa mwezi, tukasema, ah, kwa nini tusikuongezee tusikupe promotion? Ukatoka hapo ukaenda kwenye kazi ya shilingi ngapi? Ya La laki tano. Eh, hey, umeona mambo ya wadada center jamani haya? Yaani wadada center mambo ni moto. Mambo ni mazuri. Na hiyo ni kabla sijaanzisha mtaala. Maana sasa hivi tuna mtaala wetu hapa wa home management hii hii kozi hii. Yaani hii kozi mkipitia kama we ni traditional unaenda smart. Kama we ni smart unaenda professional. Sasa hivi ni kwamba kwa dada Sechelela yeye yeah, amesoma masuala ya malezi ya watoto. Uh, na ulikuwa unafundisha hizi daycare. Kwa hiyo alikuwa na utaalamu wake, na katika ule utaalamu wake aliendelea kujiongeza. Kwa hiyo wakati tuna yuko kazini tunafuatilia feedback, follow up zake ziko nzuri. Tulivyo alivotoka pale na alikuwa pale, ulikaa miezi mingapi, unakumbuka? Miezi mitano, miezi mitano. No, miezi saba, miezi saba, saba. Mm. Ya, kwa hiyo baada ya ile miezi saba tukampa promotion, akaenda kwenye kazi ya professional ya laki tano. Hebu e, tupe ripoti sasa ya hiyo ya professional laki tano imekuwaje? Maana kwanza kwa utaratibu wetu, dada, unapo saini mkataba ni wa mwaka. Kwa hiyo tukikupeleka kazini, aa, mwaka ni miezi kumi na mbili, haijalishi kama ni kwa bosi mmoja. Ukiweka ukiweza kukaa miezi kumi na mbili, haina shida. Kama bosi wako akikuvunja mkataba kama hivyo miezi saba sisi tunakudai miezi mitano Kwa hiyo dhamana yako ile bado hatuwezi kukupa, lazima utulipe miezi yetu. Ni ngapi? Mitano. Kwa hiyo sisi baada ya kuona umekatishiwa mkataba wako na ulilipwa stahiki zako, shoga yangu, hebu tuambie vizuri hapo. Pia kuna, kuna kuna kuna kuna kitu kingine ambacho wadada inabidi wakielewe kwamba bosi akikuvunjia mkataba huwa anakulipa mshahara mmoja mbele ambao hujafanyia kazi. Ulilipwa hiyo stahiki yako ulilipwa, umeona mambo yalivyo mazuri, <laughs> mazuri. Ehe. Banjana, kasa, Ehe. Ehe. Sasa wad... hao ni kwa wadada wanaojitambua. Hao wasiojielewa huko wanakimbia kimbia huko wanafikiri huko mtaani huko ndio kuna, kuna usalama. Wasichokijua ni kwamba yani ukiwa chini ya taasisi ambayo imesimama kama Wadada Center mambo ni mazuri sana cha muhimu na wewe uwe umesimama kama dada Sechelela dada Sechelela hana neno hana yani hana mambo mengi na ni mdada ambaye anafuata utaratibu kwa hiyo hatuna shida naye hatujawai kuwa shida naye na zaidi sana amenufaika sana yani, alikuja hapa amepangiwa kazi ya laki tatu, amefanya kazi miezi saba, tumempeleka kazi ya laki tano, na ile kazi, kule kwenye kazi ya laki tatu alivyovunjiwa mkataba amelipwa mshahara mmoja mbele ambao hajaufanyia kazi unataka nini tena Eh? Mnataka tuwafanyie nini sasa sisi hatutaki kitu chochote zaidi ya nyie kufuata zile taratibu tunazowaambia, maana wadada wengine wanakuwa ni wajeuri, wanakuja hapa wanakuwa kama kondoo wamevaa ngozi za kondoo lakini machui ni wadada wa binafsi kwanza tu zamani, anavyokuja kituoni anaanza kurarua, anaanza kukasirika eh, kwa nini yeye zamani aende kituoni wakati alisaini mkataba sisi? Watu wakishaanza hivyo sisi, hapana, hatutaki kabisa hayo mahusiano, kwa sababu usipokuwa mwaminifu kwa madogo, ina maana wewe utakuwa una changamoto eh, lakini kama mtu unafata utaratibu si hatuna shida kwao. Jamani, dada Sechelela hongera sana na naimani sasa umekamilisha mwaka ule wa, wa, wa ule mkataba wa laki tatu hmm. Na sasa unatudai dhamana yako, na sisi tuko tayari kuilipa kwa mweupe mwe hmm. Lakini sasa kwenye huu mkataba wa pili haujamaliza ule mkataba hmm. Ambao ni wa laki tano huo hmm. Mkataba wa laki tano umeutumikia kwa muda gani? miezi mitano, mitano. Hmm. Ukiwa unalipwa laki tano tano, kwa hiyo tunakudai miezi mingapi? Miezi saba. Miezi saba kwa hiyo lini unakuja kumalizia Mkata, mkataba wetu hapo, ili tukupe dhamana yako, kwa sababu sahivi unapata dhamana yako ya laki tatu ile ya mkataba wa kwanza. Ukimaliza hii miezi saba hapa unachukua dhamana yako ya laki tano ambayo ni ya mkataba ule, maana sahivi dhamana za professional nazo zimepanda, dhamana ni laki saba na nusu sasa hivi eh, ee. ni hela yako, si unapata hela yako sasa hivi <laughs> eh hey. Kwa hiyo haina shida, sio hela zetu, hizo ni za kwenu ni hela ze, zenu, kwa hiyo utakaporudi hapa utaongezea laki mbili na nusu tu ili kukamilisha dhamana hii. Lakini ukimaliza miezi yako saba, laki saba yako na nusu unaichukua kama ilivyo. Hatuna mambo mengi, si unachotaka tu ni ule uaminifu, kulinda uaminifu kwa vitendo, kwamba jamani, ili mimi mniamini. Hela zangu hizo hapo zimeshikilia mkataba, si ndiyo? Hakuna ugomvi, ukimaliza unakuja unachukua hela mm. Kwa hiyo sasa hii miezi mi, mi, mi, mi, mi iliyobaki tunafanyaje? Kwani kutaka kumaliza pale kuendelea mabosi wako hawajakutaka we, mm. Okay. mwenyewe umeamua upate breki baada ya kukamilisha mwaka, ok. Kwayo, kwa hiyo unapumzika kwa muda gani, na mipango ya kupumzika kwa muda gani? <laughs> lakini mahela yote uliokusanya pia unataka kufanya nini? Umependeza mi mpaka nimekusahau <laughs> ushakusanya fungu, mafungu ya kutosha? Maana kwanza mkataba ule wa kwanza ule unakusanya milioni tatu na laki sita pale, alafu huwa pili laki tano tano, hizi umeshapiga kama 2.5 hiyo hapo. Bwana kama mtu ulikuwa unatafuta mtaji <laughs> ushapata <laughs> maana hapo una almost milioni sita eh? Milioni sita umeitengeneza ndani ya mwaka huu mmoja alafu, watu wanasema kazi za ndani <laughs> hazilipi. Subuhu tu wewe, kalagabao, hazilipi hapo sasa, italipaje? Uwezi <laughs> <Uwes> kulipa <Na> hebu <laughs> ma... yeah, <laughs> <laughs> niambie yeah. Sawa kabisa kwa ya na sio tu taasisi mm, naomba na mm -hmm. Na na useme taasisi ya Super Woman taasisi ya <laughs> Wadada <laughs> Center ambayo iko chini ya, ya Super Woman <laughs> yeah. yeah. President wa Wadada wa kazi Tanzania, maana ni nani ambaye amediriki amethubutu kuleta hii mishahara mikubwa katika kazi za ndani? nani? Mshasikia hmm. Sehemu nyingine kuna laki tano kazi za ndani, kama sio kwa joisikiria peke yake na sisi. Na hapo ndio kwanza, mi nasema ndio tunaanza. Kwa nini? Kwa sababu najua na, najua kabisa watu wanataka huduma nzuri, na nawapa siri, ili tupate huduma nzuri kutoka kwa watu wazuri, lazima tuwalipe vizuri. Kwa hiyo mi nataka wale watu ambao wana wako vizuri wana nani au ndio tukawatumikie ndio tukawahudumie si ndio? E, tunataka watu wenye kipato watu wenye hela twende tukawafanyie kazi zao vizuri kwao. Nitawafundisha namna ya kwenda kutoa huduma bora, lakini nanyewe mabosi msiniangushe, fungueni pochi zenu amwezi mkapata watu wazuri kwa kuendelea kuwalipa hizo laki moja moja sijui elfu themanini, 60 huwezi nataka kupata mtu mzuri toa hela nzuri. Ndio maana watu wanakimbilia kwenda kwenye siasa. Kwa nini? Kuna hela nzuri kule <laughs> danganyane hapa sindio? Mm, haya. Kwa hiyo lini sasa unarudi, Deni? Utarudi yeah. oh, una neno lolote

Kukubariki, amen. Tutuinua, wanawake, amen. Wanawake, wanawake, amen, amen amen. Jamani, tugonge meza wanawake wanaojitambua, maana wasiojielewa wana makasiriko kama yote. Wao <laughs> wenyewe ndio wamechagua kubaki kwenye umaskini. Alafu bado wananikasirikia. Sasa mi nifanye nini? Mi nishaonyesha njia ndio hii. Kama hutaki usinikasirikie wale wajanja ndio wao, akina Sechelela, akina Maria, akina Teresia wako hapa na wengine wengi ambao wako chini ya mradi. Wale ni wanawake wajanja, masupa woman. Kwa hiyo jamani, uh, mi nakutakia kila laheri. Haya, na nyie wengine ambao mmesikia fursa ndio hiyo hapo. Unaitaka changamkia, utaki basi hatulazimishani cha muhimu mi nafanya kazi yangu ilionileta hapa duniani mungu ameniteua kuja kuwahudumia niwatengenezee mazingira rafiki mabosi wapate wadada bora na wadada mpate mishahara mizuri sindio hamna kingine tunahudumiana tunabadilishana huduma mi na we unatupa hela sisi tunakupa huduma ndo hivi karibuni sana